Hakika, katika kipindi chako Daktari Doto Mashaka Biteko tumejifunza funzo moja la tofauti kati ya kukatika kwa umeme na kukatika katika katika, katika kwa umeme. Mheshimiwa mwenyekiti, huko nyuma huko nyuma ulikuwa unashangaa, huku unaangalia mpira, umeme unakatika, wananchi wako kwenye shughuli zao, umeme unakatika lakini sasa hivi tumeshuhudia maboresho makubwa kwenye, kwenye, kwenye wizara hii ya nishati, hasa upande wa TANESCO, ambapo umeme unapotaka kukatwa, wamejitahidi wateja wanapewa taarifa mapema, mwenye kujiandaa anafanya maandalizi, na taarifa za kisasa zimeboreshwa katika kipindi, katika kiwango ambacho wanawaeleza Watanzania kwamba umeme utakatika muda kadhaa na matarajio ya huduma ya umeme kurudi ni muda kadhaa, hivyo watanzania wanaweza kujipanga. Wale wanaomiliki mitambo ya kuzalisha kwa kutumia umeme wanaweza kujipanga na kufanya shughuli zao. Hakika Daktari Doto Mashaka Biteko, umeboresha huduma ya customer care baina ya tes, ya Tanesco na wananchi. Hongera sana Daktari Doto Mashaka Biteko, wewe na wenzako kwa kazi nzuri. Na huko tunakoelekea, tutajifunza funzo lingine, tutakuja kujifunza tofauti ya kukatika na kutokatika kwa umeme. Tunafahamu maendeleo ni hatua na hatua moja huanzisha hatua nyingine. Kazi yenu mmeifanya vizuri, hongera sana Daktari Doto Mashaka Biteko. Na nielekeze mchango wangu kwanza kwenye eneo la kuongeza matumizi ya umeme vijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati tunashukuru na kupongeza serikali kufikisha miundombinu ya umeme kwenye kila makao makuu ya kijiji, bado mahitaji ya umeme ni makubwa kuliko kipindi chochote kile. Wananchi kwenye vitongoji wanasubiria kupata umeme na kiu yao ni kubwa. Ninaomba maboresho ya kuongeza matumizi ya umeme kwenye vitongoji yaanze mara moja hasa kwenye mwaka huu wa fedha wa 2025 2026. Malengo mapana iwe ni kuhakikisha tunawapelekea wananchi kwenye vitongoji umeme, ili napofika mwaka 2030 na asilimia kubwa ya wananchi kwenye vitongoji vya Tanzania wawe wamepata nishati ya umeme. Maboresho mengine kwenye kuongeza tija na matumizi ya umeme kwenye vijiji, kwenye vijiji na kwenye vitongoji, kuna hizi transformer ambazo zimewekwa zenye KVA hamsini. Kusemesha ukweli mpenzi wa Mungu, hizi transformer uwezo wake ni mdogo, lazima nikiri na niseme kwamba uwezo ni mdogo, kwa sababu tumekuwa tukiwalaumu Lea na Tanesco ni kwa nini wananchi hawapewi huduma ya umeme yamkini ni kwa sababu hofu yao ni kwamba wataongeza lodi ya umeme, matokeo yake transformer zitashindwa kuhimili mahitaji ya umeme ya wananchi. Ombi langu na ushauri wangu kwa Wizara ya Nishati na TANESCO, tunaomba mwanze sasa kutufungia transformer zenye umeme zenye ukubwa wa KVA mia moja hadi KVA mia mbili. Hii inaenda kusaidia wananchi wengi kuweza kuunganishwa kwenye huduma ya umeme. Katika kuongeza matumizi ya umeme, ninaomba Wizara hii ya Nishati na TANESCO pamoja na REA muweze kuanza kupushi mitungi ya gesi inayoendana sambamba na majiko yanayokubali kupika kwa kutumia umeme na kwa kutumia gesi. Hii itawasaidia wananchi wakati mwananchi anasubiria kwenda kununua mtungi wa gesi aweze kuunganisha jiko lake la kupikia kwa umeme. Na umeme uliopelekwa majumbani, umeme mpaka sasa hivi matumizi yake, ukienda vijijini, kwa sehemu kubwa wanatumia kwa ajili ya mwanga na sehemu kidogo wanatumia kwa ajili ya viwanda. Sasa tuwasaidie kupushi ajenda hii, tusiishie tu kusambaza mitungi ya gesi. Ndugu zangu walea tusambaze mitungi ya gesi inayoendana na majiko yanayokubali kupika kwa kutumia umeme na kwa kutumia gesi, na hata ikiwezekana kwa kutumia makaa. Kama jiko hilo hilo unaweza ukaweka makaa likapika, tutafurahia kupata teknolojia hiyo katika kuendeleza matumizi ya umeme vijijini. Ninashauri Wizara ya Nishati muanze kupushi ajenda ya kuondoa kodi kwenye vifaa vya kielektroniki elektro, vinavyotumika jikoni na sebuleni. Hapa ninazungumza matumizi ya TV, majiko ya umeme, blenda za kusagia juisi na vitu vingine. Watanzania tunapowapelekea umeme vijijini, tuwasaidie na kupata vifaa vinavyotumia huo umeme, ili kuendeleza kurahisisha maisha yao. Tunawaomba Wizara ya Nishati, pushini ajenda ya kuondoa kodi kwenye vifaa hivi ili Watanzania waweze kuvipata kwa pesa kidogo ambayo wanaweza kuhimili. Nina uhakika jambo hili Daktari Doto Mashaka Biteko unaliweza, na wale wanaokuongelesha wa kuache, tuko tunazungumza na wewe. Tunaamini jambo hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, unatusaidia katika eneo hilo. Tunakuomba Mheshimiwa Daktari Doto Mashaka Biteko utusaidie kupushi hii ajenda, Watanzania waweze kupata access ya vifaa vinavyotumia umeme ambavyo kodi yake imepunguzwa, ili kuwe na mantiki ya kupeleka umeme kwenye vijiji na kwenye vitongoji.